Hapa kwa wananchi kwa kuambia kwa kwamba ile kitu imefanyika leo kule Mombasa kutoa mheshimiwa Edwin Sifuna. Kama sisi timu ya Dr. Fred Okengo Matiang'i tuko kwa maombi na tumesema asanti, kwa sababu Kenya moja ile ni muungano inaunga mheshimiwa Dr. Fred Okengo Matiang'i, na mimi nataka niambie William Ruto vizuri. Sisi tumekuwa na wasiwasi kwamba hii ODM wanaweza retain huyu mtu anaitwa Sifuna, Matiangi apake kwa mata. Sasa timu ya Matiangi imecha wewe ile kazi unaweza fanya, William Ruto, sasa hii ni kwanza kupack your own clothes and your own properties in state house, kwa sababu muda ambao si mchache kuanzia sasa, Dr. Fred Matiangi atakuwa hapo, na mimi mnajua ni kijana. Ninapenda mheshimiwa Matiangi na mimi ni kijana wa chama cha Safina kwa sababu Safina ni chama kubwa Kenya hii, chama ambayo iko na mtu ako na akili, chama patrida yetu wetu, anaitwa Mheshimiwa Chimi, na ako wasi, amesema kwamba yeye atafanya kazi na viongozi wenye wako na akili, na ile kiongozi ako na akili ni Daktari Fred Okengo Matiang'i. Si kama chama mwingine mwenye ako hapa mrefu ana akili anataka kufanya kazi na Matiang'i. Njia gani sasa? So ile kitu tunasema hapa Kenya moja officially today. Na Kenya moja kama wewe ujui, ni Mheshimiwa Kalebo Amisi, Sifuna, Babu Wino. Wote mpaka hata Uburu Odinga ataingia Kenya moja. Hiyo yote itakuwa chini ya Daktari Fred Okengo Matiang'i. Wakati imefika sisi kama wana safina na tuko na presidential candidate wetu, amesasema tayari anaunga mkono Daktari Fred Matiang'i. Hiyo maneno itaisha, na mbakazi south vijana wamekubali ni Daktari Fred Okango Matiang'i. Iko mtu anapinga Matiang'i hapa? kuna, hey, kuna iko muntu anapinga Matiang'i hapa <laughs> ile watu wanapinga Matiang'i ni wale waliletwa na gari ya mandisi na ya mchanga kutoka huko mahali ingine lakini mtu wako na akili na mtu anachoa kusaa na mtu wako na familia hawezi pinga daktari Fred Matiang'i. Kwa sababu wewe utapinga Fred Matiang'i kwa njia gani? Mtu alifanya mtoto wake akasoma. Mtu alifanya hii Kenya karainika. Iko mtu mwingine anasema ati Matiang'i alifanya hivi na hivi. Wewe mwenyewe uko uhai. Kwani mbona hakukuua? Kwa sababu wewe hauna maana. Matiang'i alikuwa ana nguvu ya kuua. Matiangi ni mweupe kama papa. Wadi, wadi. Matiangi ni mtu ameletwa na Mungu. <laughs> Matiangi ni kichana amepaka mafuta na watu ya Mungu na vitu ya Matiangi. Iko mtu mwingine anapiga kelele hapa kwa bunge la wananchi. Ukimwangalia kutoka juu mpaka chini, miaka 30 amekaa Nairobi, ana kitambulisho. <laughs> <laughs> Tutahakikisha. <laughs> Mwaka huu tutampea kitambulisho chini ya mheshimiwa for free. Mtu mgani? Mimi So amekuwa sisi Matiangi ni president wadisami ya Kenya 2027, uko na right wadisami ya kuja kuunga president wako mkono. Lakini sisi wa Kenya wenye tuko na akili timamu tumesema ni Daktari Fred Okengo Matiangi yule ambaye anakataa Matiangi, tunamwambia ashindwe araniwe katika jina la Yesu. Na sisi Wakenya, nawaambia Kenya, sisi tunawaambia Wakenya, sisi nawaambia, kama kama kama wewe uko na haki, unapiga kura yako katika soko wakati watu wamejaa kwa soko, iko mwanda wazi. Sasa iko shida gani? yeye akipatikana katika yetu, sisi tunasema hata yeye ni Mkenya, na ndio sababu tutahakikisha mtu ako na miaka hamsini na tano kwenda juu. Mwaka ichayo mwezi wa nne nimenunua gambut, ataenda tabera kwa nyumbani. Kama ni Western, tunaweka ile kwa gari ya mahindi